Rais wa zamani wa Ufilipino Rodrigo Duterte amekamatwa Jumanne hii baada ya serikali nchi hiyo kupokea warrant ya kukamatwa kutoka mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kwa tuhuma za makosa dhidi ya binadamu. Duterte mwenye umri wa miaka 79 alikamatwa katika uwanja wa ndege wa Manila alipokuwa akirejea kutoka Hong Kong huku vikosi vya usalama vikimpeleka chini ya ulinzi mkali. Kwa mujibu wa ofisi ya mawasiliano ya rais, ofisi ya Interpol mjini Manila ilipokea nakala rasmi ya warrant ya ICC asubuhi ya Jumanne hii. Mwendesha mashtaka wa serikali aliwasilisha notis rasmi ya ICC kwa ajili ya kuitisha kukamatwa kwa Duterte alipowasili nchini humo. Duterte, ambaye hakutarajia kukamatwa, alipingana na hatua hiyo akihoji sababu ya warrant dhidi yake. Sheria ipi na kosa gani nimefanya? aliuliza katika video iliyowekwa mtandaoni na binti yake Veronica Kit Dutelte. Msemaji wa zamani Harry Rocky alikosoa kukamatwa kwake, akidai kuwa ni kizuizi kilicho kinyume cha sheria, kwani Ufilipino haikuwa tena mwanachama wa ICC wakati warrant hiyo ilipotolewa. Dutelte alijulikana kama Trump wa Asia kwa mtindo wake wa uongozi wa kimabavu na kauli kali. Alishinda uchaguzi wa mwaka 2016 kwa ahadi ya kupambana na biashara ya madawa ya kulevya kwa kutumia njia kali. Operesheni yake ilisababisha vifo vya zaidi ya watu elfu sita kulingana na takwimu rasmi za polisi. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu yanadai kuwa idadi hiyo ni kubwa zaidi, kwani maelfu waliuawa kinyume cha sheria na vikosi vya polisi na magenge ya kihalifu. ICC ilianzisha uchunguzi wa uhalifu dhidi ya binadamu huku bunge la Ufilipino na Senate pia zikifanya uchunguzi huo. Ingawa Duterte aliondoka Ufilipino kutoka ICC mnamo mwaka 2019, mahakama hiyo bado ina mamlaka ya kuchunguza uhalifu uliotokea kati ya 2016 na 2019, kipindi ambacho nchi ilikuwa mwanachama. Serikali ya Rais Ferdinand Marcos Jr. aliyeshinda uchaguzi mwaka 2022 imeashiria kuwa inaweza kushirikiana na ICC kumkabidhi Duterte kwa mahakama hiyo ya kimataifa.